Tunaona ugomvi wa Anko T pamoja na Niffer ulipamba moto jana, na wakirushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii na kila mtu akimshutumu mwenzake kwa namna moja ama nyingine. Sasa ugomvi wao ulikuwa ni mkali sana, na tunaona mambo mengi sana yameonekana kutokea. Mfano, tunaona Nifa aliweza kuvujisha chati ambazo aliwahi kuchati na Anko T ambapo Anko T aliombaga wakala, na kwa mujibu wa maelezo ya Nifa. Sasa baada ya ugomvi wa Nifa pamoja na Anko T kupamba moto, tunaona ghafla Mbinivu, eh, tunaona Resti akaibuka. Sasa Juma Lokole anauliza swali kwamba ugomvi ulikuwa wanifa pamoja na Ankoti, uh, Rest kafikaje? Na hayo maneno aliyaposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiuliza maswali akiuliza swali hilo kwamba ugomvi ulikuwa wa Ankoti eh, rest kafikaje? Au sobana sasa baada ya kuongea hivyo eh, mashabiki wakaja kwa wingi sana na naomba nikusomee na kwa sababu eh, katika hii posti ina laiki elfu tano na ina komenti zaidi ya elfu moja mmoja uh, uh, baada ya mwingine nasoma mmoja kaandika bibi mvivu mmoja eh, sema leo usiku saa tisa eh, darest da ana shida mbona anajua mambo ya Niffer mengi kuliko Niffer mwenyewe leo kaja na mpya Niffer anatembea na waziri Naomba Nifa aongee huyo waziri atusaidie, tarehe ishirini na tisa ni yupi. Mmoja anasema kwamba mama anapenda hayakaeka yule e, sijui kwa nini yuko vile, mimi napendaga mama makorokoro tu e. Mmoja anasema hivi, yule Rest hakuna uwezekano tukamchinja Disemba e? Anasema Rest anapenda kutembea na kiki za Nifa, yani Rest bila Nifa haendi mjini e. Yule dada anasababisha tunikane vibonge hamnazo Juma e, kila mtu amtetee aliyemlipa leo. Tunajua upo upande wa muhaya na uso bana, kwa hiyo inabidi amtetee kila aliyemlipa, na tunaona katika maelezo ya resti bura, anasema kwamba Nifa alimombaga msamaha na anajua kabisa kwamba, e, endapo angeendelea e, basi angeweza kutoboa siri mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Mmoja anasema kwamba ukute e, yule bibi ana matetezo, sijui anatafuta nini kwa Nifa. E, mume wake ana kazi, yani ni kama hana sauti, hawezi mzoea mke wake. Maana najua kuwa mke wake ndio ana sauti ka maeamaot baruza, alafu yeye kimya akaacha <tipa> e, sema kila mtu mnyonge wake. Mbona hakumjibu vile Anko T? Eh, kuna moja nyingine e, pengine angeweza kumjibu. Lesti kazidi nifa sio mtu akojibu jibu ila Lesti anakera. Unaweza uwe una hasira anakupandisha DP mpaka akojibu. Kwa hiyo nifa akasikia sasa ilikuwa ashamaliza na kuti, Lesti akafufua ugomvi mwingine. Eh, mwesema hivi, eh, wanaume zao wanakuwa wapi wanapojibizana hivi mitandaoni? Au ndo wanaambiwa kaa kimya mpaka nimalize live? Au sio bana? Kwa sababu kutokana yeye ana familia, na kwa nini anaongea na na watu kwenye mitandao ya kijamii na anaulizwa swali kwamba mume wake yuko wapi? Anaku, anakubali vipi eh, kuona mke wake anajibizana na watu kwenye mitandao ya kijamii na ilhali, eh, yupo na ana biashara kabisa. Mmoja akaja hapa kaandika kwamba silipendi li li mama <laughs> mmoja anasema kwamba eh, punguzeni ushauri Oktoba, tuna tiki yote 9 10 kumi, eh, tupunguzeni ushauri tu tafute pesa chini kuingilia mambo ya watu kila mtu anajua jinsi anafanya biashara zake. E, wivu wa waziri ndio unamuuma. E, wa bibi anapenda inaonekana itu sana Amkazi vizuri akikazwa vizuri hawezi kuwa na gubu vile. Mmoja anasema kwamba na, na shida gani mtu mzima mpaka na familia tena, anaonekana na sio mtu kabisa wa mitandao eh. Mmoja anasema kwamba eh, watu ni mwili mkubwa, then vitu vidogo ni mtihani, bora tuliopewa vyote Eh, Mwenyezi Mungu nisema sipendi hilo Rest. Mungu niseme kwa kauli hizi wezi feature, yani nisame kwa kweli, ningeweza kumuona uso kwa uso ningemwambia wala nisingeogopa. Haya, mmoja anasema kwamba ana roho mbaya kama ya mchawi. Mwenyezi Mungu nisema Rest bila Nifa, biashara na doda hauzi. Umemuona siku hizi zile heka heka za matangazo yake zipo? Na akianza kumsema Nifa tu anatangaza biashara zake kwanza eh, ila sasa napenda kupumzikia E, sema uvuvi wa yule bibi kufanya kazi hana lolote, acha kugombana naye kaniambia. Mtoto wa, ishirini e, jitu nene bila akili ni sawa haya, shibo tu na setani kichwani. Yuko sawa au uchawi unamwasha e? E, hii mbinu ya kibiashara, hawana shida wale mtombuka maana ya kwamba ukiona ugomvi wa mitandao kama hawa wasanii e, kati ya Niffer pengine na Rest ama Anko T, hawa wanatangaza biashara kwa wengine wanatangaza kiki. Haya, mwingine atasema kwamba shida kubwa ya, ya Rest ni kujielea mwenyewe, hana heshima, mheshimu mume wake wala watoto wake. Hakuna mwanamke aliyeolewa na mtu anajitambua na anajielewa anaweza kubali mke wake afanye hayo anayofanya, hakuna abadan. Ifana shida zake nyingi, la Rest amezidi. Eh, mbana msamaha ndugu, but I think hii mbinu ya biashara eh, hii ni mbinu ya biashara uh, mmoja anasema kwamba talk to your wife. Kamtagi kabisa pale mume wake comment za kila anayepost: this saga as her husband. Mshauri mke wako bro, aachane na hizi mbanga ifike mahali aishi, umri wake ni mkubwa sana kufanya haya mambo. Mke wako usiku wa manane kweli anakuacha kitandani? Au pengine upo unabembeleza watoto, yeye yupo anachambana mitandaoni. Mwanaume wa Kimachame, ah hii maajabu. Disgrace to our ancestors. ii maajabu. Ongea na mke wako, aibu yake ni matusi kwako. Mume ni kiongozi. Be the lead man. Inauma kishenzi. huyu amempa maoni bora, umemtagi Eh, na jana nilimtagi mimi mkeo, kaacha mambo ya kitoto eh. Watu wamekana kumshambulia vibaya mno eh, Rest eh, au sio bana? Inaonekana yeye pengine ana makosa, anasema na mume wa Rest achunguze zote utazani. Ah, mmoja sema Rest tu mshitumwamishie Kenya tumemchoka. Mmoja kaandika uh, uvivu wa kulea watoto tu eh. Mwingine kaandika Rest atakuwa na eh haya Mengine jamani nayaruka e, nayaruka kwa sababu siwezi kuongea kila kitu kuhusiana na walioyazungumza, lakini ukitazama vizuri ni kwamba pengine inaweza kuwa ni mbinu ya kibiashara e, kurushiana maneno kama vile mara Anko T mara Niffer mara Rest e, lakini wengine pia nasema kwamba Rest anazingua na vitu kama hivi. Wewe upo upande gani? Upa dondosha maoni yako, hakikisha unasubscribe.